Mtazamaji wa Licado Page karibu, utazame jinsi ya ku unaponunua wifi, jinsi ya ku connect, jinsi ya kujua password zake, jinsi ya kuziona, jinsi ya kujua watu walio connect wapo wangapi, karibu kutazama video hii, karibu hii. Kama mnavyoona ni wifi ya Airtel Smart Box, au unaweza kuruhusiwa smart connect Hizi wifi unaweza kutumia kwa nyumbani eh, ofisini, hata sehemu yoyote hivi. Ni wewe mwenyewe tu jinsi unavyotaka unatumia hii wifi. Ni nimenunua kwa mtu, na dada yangu mmoja amenunua hii wifi, lakini sasa sehemu na aliyopo network yetu ile haipatikani, kwa hiyo akaamua kuniuzia mimi ndugu yake. Sasa tutakwenda hivi. Sasa mimi nitakuonyesha kila hatua, jinsi ya kuconnect, jinsi ya kufanya kila kitu kama nilivyokuelezea mara ya kwanza. mm -hmm. Hii ni internet cable, yani una connect hapa. Hii unafunga juu kwenye nyumba yako juu, una connect hapa sehemu moja na sehemu moja. Nitakuonyesha, nitakutolea ito, kila kitu mm -hmm i na kaa wapi? Tunakuonesha sema kwamba kwa msaada wote kuhusu na huduma hizi za Airtel, tafadhali piga simu namba 100 kwenye simu yako ya Airtel bure. Hmm. Okay, sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja kimoja, kitu kimoja baada ya kingine, atoke boksi pembeni, tukuonyeshe vifuatavyo hii ni hii ni power bank. Pindi umeme unapokata, unatakiwa utumie hii hapa, hii ni power bank. na uzuri power bank zao hizi zinakaa na chaji sana. Kama hii hapa, unaweza kama masaa tisa mpaka tisa masaa sita mpaka tisa Nisha ku test siku moja, maana na nyingine kama hii ya ten. Lakini ya kwangu ambayo ninayo nyingine ni zile kama jagi hizi ambazo unaweza kutembea napo popote hmm. Hii ni pa benki hii ni pa benki. Na hii hapa ndo, hii kama deki, ni kama network yake yenyewe. Hii unaweka ndani, hii unaweka ndani, ipo kama hivi, unaweka ndani, naweka ndani. Ndani. Ndani, na hii hapa unaweka juu yani kama antena hivi, naweka juu. Sasa hapa zipo mbili, zipo mbili nini? internet cable. internet cable cable, lakini tusipite kwanza, kuna tu moja nikuonyeshe, kuna tu moja nikuonyeshe hapa kwenye hii sehemu hapa. Umeona sehemu hizi? Umeona hii rudo hichi ni kama stika zimebandikwa huko. Ambapo ukitoa hizi stika hapa, kuna kuna sehemu ya kufungua. Kuna sehemu ya kufungua. Ukishafungua hapa, hichi kikava chote kinatoka. Kisha toka kikava, kwa ndani yake kuna sehemu ya kuchomeka line. Ambaye huyu ambaye mtumiaji mara kwanza alichomeka line hapo ndani. Kuna kaka kile line kidogo ambao usimona kama hivi unavyoona hapo. Kakata hapo, kaweka ndani. Ukifungua hapa napata hiyo sehemu ya kuunganisha hii. Okay. Na kama nilivyambia hizi hapa ni internet cable. Inategemea pamoja na matumizi yako. Sasa sehemu moja hapa ina, inachomekwa hapa. Sunyo hapa sehemu ya kwanza. Sitaki kuifungua moja kwa moja hapa, ndio maana nakuonyesha kwa hivi. Ndio kwa kusema mbona afungue moja kwa moja. Sitaki kuifungua moja kwa moja, ndio maana nakuonyesha kwa ufupi. Mm -hmm. Hapa kuna internet cable nne. Kuna sehemu ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne, kwa hiyo mi nachomeka sehemu ya kwanza popote, so mpaka lazima uwe sehemu uchomeke sehemu ya kwanza popote unachomeka, mimi nimeamua kuchomeka hapo. Chomeka hapo, na hii hapa ni ya pili, kama kwa matumizi yako ni ya kompyuta kama matumizi yako ni ya kompyuta, unachomeka sehemu nyingine hapa, internet yake wachomeka chomeka, na sehemu nyingine hii unachomeka kwenye kompyuta yako. Sasa mimi hapa sina kompyuta, kwa hiyo naona haina haja haina haja, lakini pia kwa sababu mimi hapa sijafunga antena juu, nipo kwa matumizi ya chini, naweza nikachomoa hii hapa, hii hapa nachomoa nataka nichomoe hii ili nikuonyeshe mfano kwa karibu, kwa zaidi. Nachomeka hii hapa, ambayo natumia kwenye kompyuta pia, unatumia hapa kama matumizi yako ni ya ya kwako binafsi, unatembea nayo kama kwenye mfuko, kwenye gari, unaweza ukachumika hii hapa. hii hapa, ukawa unaweka tu ndani, achomeka hapo. Sasa chomeka hapo na hii hapa ni chaja yake Chaja yake chaja yake unachomeka, una, una hapa. Lakini chaja hii kama ikifika kipindi labda imeharibika, unaweza kutumia chaja ya king'amuzi, pia inaingiliana. Kwa sababu sisi tuna chaja yake yenyewe, tunachomeka hii tunachomeka hii tunachomeka sehemu yenye umeme. Umeme upo hapa, ndio tuchomeke tuchomeke tuchomeka hapa tuchomeke. Ushachomeka hapa sio? unaona mewaka hapa masachi hapo masachi network hapa, hapa utaiona inapanda sasa hivi napanda network hapo, panda network. Wakati napanda network hapa, ngoja tusome, tusomesome hapa. Tuangalia, angalia vizuri hichi karatasi ni maelekezo ya kuhusu hii wifi yote kwa wale ambao wajui kusoma ndana, nenda nao, lakini wanaojua kusoma Kizungu wanaweza wakasoma hapo, kwa sababu kuna wengine ambao wajui Kizungu, tunaenda nao sawa kwa michoro huu waya ulio connect kutoka kwenye mashine hapa mpaka huku ni waya huu hapa ambao unaweza kutumia huu hapa au ukatumia huu hapa ni wewe tu, unategemea ni umbali gani ambao ulipo wewe. Umeona na huu mchoro wa, wa, wa pili ambao unaonyesha namba moja mpaka namba tano namba moja mpaka namba tano ni maelekezo ya network hapa, si unaona? So zimepanda sasa hivi zimepanda. Ndio, ndio, taa zote hizi ziwake, na huu mchoro na kuanzia namba namba sita mpaka namba nane, yani sita, saba na nane, ni mwongozo wa wa hapa. Kama nilivyokuambia, ma kwanza kuna sema kufungua hapa, unafungua unaelekea, na baada hapo kuna Na kuna hapa ni mwongozo huu, ni huu mekiza kukifupi, yaani in short, ni hivyo, ni hivyo. Hapa ni ule mwongozo ambao tulionyesha huko, mwongozo wake hapa ni hivyo hivyo. Hapa jinsi ya kuchomeka. Sasa mwongozo huu hapa, ngoja nikuonyeshe enyee, nikuonyeshe kwa hapa chini, kwenye kidude, kuna kifaa hichi hapa, hichi hapa, kazi yake au kinapokaa ni hapa chini. Wacha tukuonyeshe jinsi kinavyokaa. Unakifungua kwanza hivi, unakifungua kifungua, kifungua hivyo. Hivyo hapa moja, nitafute kisu bado naweze kuweka vizuri kisu, hapa nishapata. Sasa hapa una sehemu yako ya kufungua, jinsi ya kufungua. Nakitoa hichi, usitumie nguvu, natoka tu simple. Kama ningekuwa na kucha ningeweza kutoa, lakini sasa sina kucha. Nakitoa hichi hapa. Hapa jinsi ya kukiweka hapa, natumia hivi, nachomoa huku, nachomeka chomeka hivi, chomeka hivi, chomeka hivi, nachomeka chomeka chomeka hivi. Je, chake sawa sawa. Kazi ya hii raba ni kubana, simuona hapa, ukibana na hii kidodo chake, kazi yake ni kutopitisha maji, yaani ukibana hapa maji hayawezi kupita, lakini sikushauri utesti kwamba utesti kwamba maji yanaingia waingie, sikushauri hivyo. Kwa hiyo ukishaweka kama hivi, ukishaweka laini yako, muda huo, kila kitu hapa unachomeka hapa, una unapeleka kidodo hichi unafunga hapa, unafunga funga shafunga, una nakuja kubana hapa, kubana hapa tap. Ushabana kama hivi, kitu nichofata hapa kisha bana soma jinsi ya kuweka hapa, kisha bana hapo, kila kitu abana hapo, kuna hatua nyingine ambazo zinakuja simono. Mchoro huu unaona hapa, ni mti, wamekupa mfano wa mti. Sasa wewe ni wewe mwenyewe unaweza kutumia mti au mbao, ni wewe mwenyewe unavyotaka. Kwanza a hey, kuna vidude hivi hapo unavyoviona vinakuwa viwili. Hii vidude huwa vinabana ngali, jinsi ya kubana kwake hapa inakaa vile, lakini cha kwanza, ni kwanza ni, niki hapa sehemu yake unakaa, ni kwa upande wa nyuma. Upande wa nyuma kuna muundo hapa, unakaa una hivi, inakaa kama hivi. Kuna skuru zake zinakaa nne, unafunga hapa, unafunga na hapa na hapa, sehemu zote nne. Na uzuri hiyo unavyoikiweka kinakaa. Ukitaka kikae kwa muundo wa mlalo, yani hivi. Hivi, kinakaa. Ukisema kilale kwa muundo kama huu hapa kinalala, yani muundo hivi kinalala. Ukisema kinyoke hivi kinalala hivyo. Lakini kina, nakushauri kifunge muundo huu kwa sababu maji yanapogonga huku yakishuka, kuna uimara zaidi, kuna ulinzi wa kutosha kwa maana maji haizi kuingia, lakini ukiweka hivi maji yanaweza kaingia akaweka hapa, japokuwa kuna raba yake lakini kwa ushauri mzuri zaidi weka hivi. Ukishaweka hivi, ukishafunga loki zake zote nne, ukishafunga hapa, hichi kidude chake kina, kina sehemu yake ya kuingia huku juu na sehemu yake ya kuchomeka hapa chini, nawana utakifunga hapa, utakifunga na sehemu yake hii huku nyingine, sehemu yake hii huku nyingine, unafunga kwenye hiyo mbao, kwenye mbao, kwenye mbao kugongo unaweza ukafunga kama ukifunga kwenye, kwenye mbao una sehemu yake nyingine ya kufunga hizi tundu unazoziona hapa nafunga. Kwa hiyo ukishafika kwenye mbao, unachomeka hapa, unaweza kuchomeka hapa na ikawa imetulia vizuri kabisa, ikawa imetulia vizuri upande kuna kwa unana kwa mbao tulia, tulia vizuri kabisa, na kuna kuna hizi clamp za kufungia clamp kwa mbili kuwategemea sasa, mdau, kama ume utakuwa umetumia mbao, utatumia hizi screw ambazo zi zipo, kama utakuwa umetumia mbao, kama umetumia mti unaweza kutumia hizi clamp. Ni wewe mwenyewe jinsi unavyotaka. Sasa hapo, kila kitu kisha kubali, kila kitu kisha kubali, chengine maelekezo yapaa benki haya, hmm. okay. Haya ya na umuhimu sana, lakini pia ni mwongozo ambao unakuongoza kwenye benki. Na hii hii ni hii, unaona hapa ni kama ni password password ya wifi scanner inaitwa ile, lakini okay, sitokuonyesha hapa kama nimezuia. Okay, okay, okay. kitu sijakielezea hapa, sasa kila kitu nishakielezea sasa ngoja nikuelekeze niku jinsi ya kujiunga ya na hii wifi mm, jinsi ya kuona watu kakaribu, uweze kuona kila kitu hapa, nitakuonyesha okay. Lakini kama nilivyokuambia mara kwa kwanza, mara kwanza hapa, kuna kitu moja ni download kwanza, hakikisha kwanza, ili ukitaka kuicontrol vizuri hii wifi yako ya Airtel, nenda Play Store, bonyeza alama kusarchi, search. kusarchi search faili ili TZ link ambao nimekuletea hapa, lakini mimi nitamalizia madini nikuonyeshe linki hii. Inakuja juu hapa TZ link nabonyeza, muundo wake ipo hapa juu ya kwanza kabisa unabonyeza, ya kwanza kabisa hapa inakuja kama hivyo na install hii application. Wakati naingia hapa, wakati naingia kama nilivyotanguliza kukuambia, mara kwanza kwa hii wifi, nimenunua kutoka dada yangu ambaye alikuwa na matumizi yake mengine, kaweka kaweka password zake hapo a, kwa sababu mimi sina password zake hizi, nataka niku, nikuonyeshe wewe mtu ambaye natazama video hii kama uwe wa kwanza Ani, kama kama kukupa mwongozo wa wifi yako ambao unanunua mpya kwao, kwa sababu hii hapa ipo, nita restart hapa. Kuna alama ku restart na restart na huwa password, huwa wifi ikileta usumbufu, kileta usumbufu, mtandao usumbua, usumbua. Pia jinsi ya ku restart ni hivi kama hivi, nachofanya hivi, kisha mpaka hichi kinazima hichi

Nianze tena upya, nianze tena upya. Tunaendelea na hapa, ni share restart, shaanza hapa, network inapanda hapa. Nafikiri no, itaisha panda, isha panda, panda na ile application yetu download kutoka Play Store tayari. Tunai open hapa, tunai open Unai open hapa. Sasa hapa hatua za awali, kuna username password. Kwa hapa ma sehemu ya kwanza tunaandika admin kwa herufi ndogo ad, admin admin hapa na hapa chini hivyo hivyo admin kwa check admin na hapa video uweke hapa alama tiki hapa. Una login unaingia katika system, uyupo connected na nani nyingine. Ni internet nyingine kwa internet na k, okay, wifi yetu hapa ya kwanza Airtel, ya pili Airtel. Hii ndio wifi yetu, tumebonyeza hii 4G ya kwanza. Sasa ukishaanza wakati unafungua kabisa, angala kwa makini hapa, angala kwa makini mm, wifi key Password yetu ni hapa, maneno ya chini kabisa hapa tutaanza hapo, tutaanza saba elfu, tutajaza hiyo tutajaza hiyo hapo, hmm. Shamweza kujaza hiyo, mimi hapa nishamweza ku connect hapo, namaana na connect sasa, wifi yangu na connect hapo, na search hapo hmm. Shakuja hapo shakuja okay. Sasa hapa naenda kwenye faili langu, ile ni download iini link na nabonyeza hapo, nalogini hapa tena sasa, nikishakuwa tayari nisha, nisha logiini nishaweka password yangu hii ndio akucontrol wa kul watu yani, hii application hii inakufanya hii ku, uweze kujua watu walio connect ni wangapi. Uh -huh, watu walio connect wangapi, kwa sababu hii simu moja nimeconnect simu moja, na hii simu ni Samsung S20 nafikiri, si gani sifahamu hii, lakini simu hii kaiandika jina mwenye simu kwa tuende kuangalia hapo kweli kweli hapa simu ni moja na ndo hii ambayo ninaitumia hapa, kabadilisha jina, kaandika jina simu yake. Nataka nibadilishe password kwa urahisi, nenda hapa wifi setting. Bonyeza hapo. hizi wifi za Airtel zina partition mbili, kuna 4G na 5G. Sinaona upande 2, 2G 2 na 4G na hiyo huku chini ni 5G kwa hiyo kwa so sababu mi nimeunga ya 4G hapa, nataka nibadilishe password zote. Kwa naenda kwenye 4G hapa, naiandika ninavyotaka mimi. Nataka ninavyotaka, naanza na jina hapa, naanza na jina. Naanza na jina hapa, labda nitaandika Licado page kado lo au naache tu hivyo hivyo kado fieg nabadisha, labda na naweka na passwodi hapa, paswedi labda nimeamua labda niweke ya kuwa i kado kado kado kado, labda nineka ne themanini kumi na sita ka themanini kumi na sita na na copy hapa hapo. 4G taa sasa hivi isha kuwa ina password yake. Tunaingia tena, nakuonyesha na 5G jinsi ya kuibadilisha 4G. Nishia kuonyesha 5G na kuonyesha na g 4G. Tunaenda 4G kwa alama nyeupe imekaa kwenye 4G, yaani unabonyeza hapa au hapa. Hii huku jina tushalibadilisha ka Licado 5G. Hiyo huku tunaeka tunabadilisha na hiyo tunafuta hii tuna paste ile ambayo ni 4G pia, ni lakini pia unaweza ukatengeneza kila kila kila kila partition password yake ni wewe mwenyewe, jinsi unavyotaka kwa sababu mimi nataka yote isomeke ikado ikado, na password yake iwe moja. Kwa hiyo nita select na hii hapa pia, nikisha select hivi automatic, mimi ambao nipo pia kwenye kwenye internet hii itanitoa

kuna paste tena hapo na kwa nipo connected, connected, connected na 4G pia imekuja hapa chini, na hii ni 5G na hii ni 4G. Kwa hapo nita, kwa connected. Okay, naomba kama ujaelewa chochote comment hapo chini, jinsi ni kuelekeza kuhusu hizi internet za 4G. Kipindi chetu kishaisha hapo, utanielezea kwenye comment yako jinsi ya ku kitu gani hujaelewa, na nataka nikuelekeze zaidi kuhusu hizi internet, maana nimekuwa na miaka miwili sasa hivi, mwaka mmoja na huu unaenda ni wa pili, natumia na hizi vifaa vya Airtv. Shusha komenti yako hapo, kitu gani nikufundishe, na mimi nipo kwa ajili yako. Asante sana.